Yesu alishazivunja. Najiuliza sasa, mtumishi, na maana nisiombe? Sijamaanisha usiombe, ninachomaanisha kadili unapoielewa kazi ya msalaba, kazi ya wokovu Yesu aliyoifanya, ukaupokea huo ufahamu, ndipo utakapoanza kutembea kwenye ushindi ambao Mungu amekupa, kwa sababu wewe huombi kutafuta ushindi Unao ushindi tayari, huombi kutafuta nguvu za kumshinda ibilisi. Unazo nguvu tayari, iko ndani yako. Unapoomba ni unaachilia zile nguvu zilizo ndani yako, unapoomba unadhihirisha ule ushindi Kristo aliyokupa ndani yako. Lakini hatuombi kwa ajili ya kumshinda shetani, kwa sababu shetani alishashindwa kwa kazi ya msalaba Yesu aliyoifanya. Maandiko yanasema kwa kusudi, kwa sababu hiyo kwa sababu hii mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa hiyo alidhihirishwa, alishadhihirishwa, na kwa sababu hiyo, alipodhihirishwa alizivunja kazi zote za Ibilisi. Hakuna kazi yoyote ambayo Yesu kwa kudhihirishwa kwake, kwa kufa kwake na kufufuka kwake, hakuishughulikia msalabani. Ndio maana maandiko yanasema Yesu alishuka mpaka kuzimu, akamnyang'anya Shetani funguo za mamlaka. Kwa hiyo mamlaka yote ya Shetani kukuonea wewe kwa njia ya nguvu zake za giza alishaipoteza kwa kazi aliyoifanya Yesu Kristo pale msalabani. Kwa hiyo ni kuupokea ufahamu, kwa sababu mwanadamu hana nguvu ya kuweza kumshinda Ibilisi, lakini anapoipokea Injili, anapopokea ile kazi ya ukombozi ambayo Yesu aliifanya msalabani, anapopokea na maanisha, anapoiamini kazi ya wokovu ambayo Yesu ameifanya msalabani, huyu mwanadamu huyu kiumbe aliyeumbwa na Mungu, anahamishwa kutoka katika utawala wa nguvu za giza. Maandiko anasema tulihamishwa kutoka katika nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa pendo la mwanawake. Alitukomboa na kutuhamisha kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa pendo la mwanawake kwa hiyo injili inapohubiliwa, mtu akaelezwa kwa habari ya kile Yesu alichokifanya kuleta ukombozi kwa mwanadamu na akaamini hicho, kwamba Yesu alikufa kwa niaba yangu, Yesu aliteseka kwa niaba yangu, Yesu alilipia gharama ya dhambi ambayo mimi nilitakiwa kulipia na gharama ya dhambi ilikuwa ni mauti, lakini Yesu aliteswa akafa na akafufuka kwa ajili yangu. Kwa hiyo anapoamini hicho kitu, anaopokea ukombozi wa Mungu, anaopokea wokovu wa Mungu. Na anapopokea wokovu wa Mungu, saa hiyo hiyo anahamishwa kutoka katika nguvu za giza, anaokolewa kutoka katika nguvu za giza na kuhamishwa na kuingizwa katika ufalme wa pendo la mwanawake. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, huyu mtu hayuko tena chini ya utawala wa nguvu za giza. Shetani amepoteza mamlaka na utawala na nguvu ya kuweza kumdhuru na kumshambulia, kwa sababu mtu huyu ameiamini kazi ya msalaba, na alipoiamini kazi ya msalaba, Yesu akampa uweza wake ndani yake, Yesu akampa nguvu yake ndani yake, Yesu akampa mamlaka yake ndani yake, dhidi ya nguvu zote za Ibilisi, dhidi ya utawala wote wa Ibilisi, dhidi ya ufalme wote wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe! Ndiyo maana neno linasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Ni kwa sababu nguvu ya kutudhuru Yesu alimnyang'anya Ibilisi kwa kazi yake ya ukombozi aliyoifanya pale msalabani. Mtu wa Mungu, usitembee kama mtu anayetafuta kumshinda Ibilisi, bali tembea kama mtu aliyekwisha kumshinda Ibilisi, na uishi na udhiilike kwenye huo ushindi ambao Kristo alikupa kwa kazi yake ya msalaba pale hata wewe ambaye leo hii umeisikia hii injili na umeamini hapo ulipo, Mungu ameshakuhamisha kutoka katika nguvu za giza na amekuokoa na kukuingiza katika ufalme wa pendo na mwanawake. Kutokea hapo, Shetani kapoteza mamlaka, Shetani kapoteza uweza, Shetani kapoteza nguvu ya kukudhuru na kukushambulia na kukushinda, kwa sababu kwa kazi ya msalaba Yesu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi zote za Ibilisi. Tembea kama mtu aliyeshinda, sio anayetafuta kushinda au atakayeshinda. Kama bado haujatuforo kwenye mitandao yetu ya kijamii, ni wakati wako sasa wa kutuforo, ili uendelee kujifunza pamoja nasi kwenye mitandao yetu yote. Tunatumia Besti Kimali. Kwa hiyo subscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube ili tunapoendelea kuleta mafundisho uendelee kupokea, na kwenye mitandao yetu mingine, TikTok, Instagram, Facebook, tuforo huko ili tuendelee kujifunza pamoja na kuukulia wokovu na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, ili tutembee katika ushindi ambao Kristo ametupa msalabani. In Jesus name, umebarikiwa. Amen.